Fungua WPS ndo panda message, na iguse message kama ilivyoguswa pale. Naenda hapa kwenye hii ribbon ambayo imeandikwa dani, na kitufe cha kubonyeza save, scroll down, na utakuja message, iguse message na utapata message imekuwa copied to the clipboard. Baada ya hapo, urudi kwenye namba ya simu, iguse na pia utarajia pale na kuona kitufe cha simu pale, kiguse. Na ukisha kigusa, itakupeleka moja kwa moja kwenye option nyingi nyingi. Kama namba ilikuwa saved kwenye simu yako, utaiona pale juu, na vinginevyo, utatumia ile button ile iliyoandikwa send SMS, iguse. Baada ya kuigusa itakupeleka kabisa kwenye uwanja wa kutuma message, naenda pale uwanja ku... wa kuweza kuanzisha message. Baada ya hapo, hii message ambayo imekuwa copied iliyoandikwa habari ndugu iguse, na itakuwa copied katika uwanja huo wa kutuma message. Baada ya hapo, utakachokifanya message yetu ndio hiyo hapo, iko tayari naandika habari ndugu mzazi mlezi wa Samuel Lawrence Mathias, tarehe hiyo hapo tarehe 27 Julai 25 5, mwanao amefanya mtihani wa kumaliza muhula wa pili, amekuwa 55 kati ya wanafunzi 115. Ama, alama alizopata hisabati 31 daraja B Kiswahili, amekwenda hayo masomo mpaka ile somo la mwisho uraia na maadili na jumla ya alama ilizopata ni hizo kama zinavyoonekana, wastani upo na daraja lake pia, na ujumbe huu umetolewa na ofisi ya taaluma, shule ya msingi hiyo, na mawasiliano yao yako pale, na mwisho kabisa asante. Baada ya hapo utaituma message, kisha itu itakuwa imekwenda, na kama iko tayari imekwenda, tunaona message pale juu kabisa kwamba message yetu imeshamfikia mlengwa na imetoa taarifa kwamba habari, ndugu mzazi mlezi, kama tulivyoiona pale awali. Kwa baada ya hapo message, zoezi la kutuma message kwa mzazi utakuwa umelikamilisha.